Unapokea uthibitisho kutoka kwa watu uliowashirikisha ndoto zako. Unaweza ukamwambia mtu juu ya ndoto ulioiota na mtu yule akakujia na kukufuata akakwambia ya kuwa ile ndoto ulioniambia imetokea ukijiona au ukiona ishara ya na namna hii, basi unatakiwa utambue ya kuwa wewe ni nimeota ndoto. Unaweza ukaota ndoto na ukamfuata mtu na kumshirikisha na ukamwambia juu ya ndoto uliyoota yamkini uliyoota juu ya jambo fulani, ukamfuata mtu huyo ukamwambia, bwana, nimeota ndoto hii moja mbili tatu, na baada ya siku unashangaa yule mtu anakufuata na kwambia ile ndoto ulioniambia imetokea kama vile ulivyoniambia. Kwa hiyo ukiona ishara ya na namna hii labda una, una, una watu wanakufuata na kuambia zile ndoto ambazo uliwashirikisha zimetokea, basi unatakiwa utambua ya kuwa wewe ni muota ndoto. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakiota ndoto na wanapowashirikisha watu wengine, wale watu wanaofuata na kuambia kuwa zile ndoto walizowashirikisha zimetokea. Kwa mfano, unaweza ukaota ndoto juu ya mtu fulani na ukamfuata mtu huyo na kumwambia, bwana, nimeota ndoto moja, mbili, tatu, Mungu amenifunulia jambo hili na hili na hili. Unashangaa baada ya siku chache yule mtu anakufuata na kuambia ile ndoto ulioniambia imetokea, kama ulivyoniambia. Kwa hiyo ukiona ishara ya namna hii unatakiwa utambue ya kuwa wewe ni muota ndoto. Yaani, ukiona unapokea udhibitisho kutoka kwa watu juu ya ndoto ulizoambia, basi unatakiwa utambue ya kuwa wewe ni muota ndoto. Lakini ishara ya pili ambayo ukiona, uh, ukiona basi unatakiwa utambue ya kuwa wewe ni muota ndoto, unakuwa na uwezo wa kuchukua mawazo katika ulimwengu wa kiroho au unakuwa na uwezo wa kuyapeleka mawazo kwenda kwenye ulimwengu wa kiroho. Mfano, unaweza ukajikuta unaanza uh, kumfikiria mtu fulani unaweza ukajikuta labda unamfikiria mtu fulani tu, yaani unajikuta wewe mwenyewe labda, huyo mtu haujai kumfikiria, huji kumwaza, unashangaa tu ghafla mawazo yanaanza kujia juu ya mtu fulani, lakini ukienda kulala unashangaa unamwota. Unashanga tena huyo mtu ambao unamfikiria na ukapotezea ile mawazo, unashangaa tena ukienda kulala unashangaa unamuota mtu huyo. Basi unatakiwa utambue, ya kuwa ukiona ishara hii basi tambua ya kuwa wewe ni muota ndoto au ndoto. Lakini pia jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, ndoto hii huashiria kuna jambo Mungu anakuwa anazungumza na wewe juu ya mtu huyo. Unaweza ukawa umekaa sehemu, unashangaa tu ghafla picha inakujia unaanza kumwaza mtu fulani, unaanza kumwaza mtu fulani, labda huyo mtu ni jamkinazokoa labda ulikuisha poteza naye miaka mingi ya nyuma, lakini tu ghafla unashangaa umekaa, unaanza kumwaza mtu fulani au unaanza kumfikiria mtu fulani, lakini unashangaa uh, ukienda kulala unajikuta unamwota mtu huyo ambaye ulimfikiria, labda yamkini ni mchana ulimfikiria, labda asubuhi bikani e, labda ulimfikiria ulipata mawazo juu yake. Ndoto hii inaashiria pia, uh, pia Mungu Mungu anakuwa anakusemesha jambo juu ya mtu huyo. Lakini pia unaweza ukamwota mtu na ukashangaa mtu huyo ukamuona, unaweza ukajikuta labda umemota, unashangaa baada ya siku chache yule mtu ambaye ulimota unamuona au unaweza kujikuta usiku umemwota mtu fulani, labda ni muda mrefu. Baada ya muda mrefu kajishangaa, labda umemwota mtu fulani asubuhi tu, unaamka unakutana naye, au baada ya kuamka tu unakutana naye, au baada ya siku chache unakutana naye, unaanza kumwambia ah, baada ya siku kadhaa nilikuota kabisa. Kwa hiyo ukijiona au ukiona ishara hii, basi unatakiwa utambue kuwa wewe ni muota ndoto. Yaani ukijiona labda unajikuta labda unaota ndoto au unaweza kuota ndoto, baada ya muda mfupi huyo mtu uliyemwota, unashangaa mtu huyo unamwona, basi unatakiwa utambue kuwa wewe ni muota ndoto. Lakini ishara namba tatu, unakuwa na upendo sana. Unakuwa na upendo sana muota ndoto ni mtu ambaye huwa anakuwa na upendo sana. Unaba Mungu anaweza kuonyesha jambo, lakini unakuwa unaweza kumomba Mungu kama ni baya. Mungu, Mungu, na li, na jambo baya ukamomba Mungu, Mungu jambo hili unigairishe lisitokee, okay. Unakuwa ni mtu mwenye upendo sana, sio mtu unakuwa ni mtu mwenye upendo kutokea ndani, sio na upendo wa kulazimishwa. Unakuwa ni mtu automatic love, unakuwa na upendo wa kimungu wa kutosha. Lakini ishara namba nne unakuwa na maadili ya kinabii kuwa na utakatifu, lakini pia unaweza kuwa unatengwa, lakini unaweza kuwa watu wanakutenga, watu wanajaribiwa, unaweza kupitia una, kwenye vitu vingi sana. Muota ndoto ni mtu ambaye pia huwa anapitia kwenye wakati ngumu, watu wakakutenga, marafiki zako, ndugu zako wanaweza kukutenga e, unaweza kushangaa ukiota kitu kinatokea kabisa. Mungu akuonyesha kitu juu ya familia, unashangaa kinatokea. Mungu akuonyesha kitu biashara au kazi fulani unashangaa inatokea sawa sawa. Lakini uh, ishara ambayo inaonyesha kuwa kuwa wewe ni muota ndoto unakuwa na maadili ya kinabii. Maadili ya kinabii yako mengi, naomba nikupe namba uh, values chache za kinabii. Ya kwanza, uh, unakuwa mtakatifu, lakini pia unapitia kutengwa. Watu wanakutenga, watu wanaweza kutesa, watu wanaweza ku, uh, wakawa na wana kutungia vitu vibaya, wanakurushia vitu vibaya, mambo yasiofaa, wa wanakuzushia vitu visivyofaa hii ni ishara ambayo inaonyesha kuwa wewe ni muota ndoto. Kwa hiyo uh, kutengwa na watu watu, unaweza kuwa na kutenga. Lakini ishara namba tano, uh, unajikuta huko kwenye eneo ambalo mtafsiri wa ndoto anahitajika. Hii ni ishara ya tano unajikuta huko kwenye eneo ambalo mtafsiri wa ndoto anahitajika. Kwa hiyo Mungu anakuwa anafanya hivyo, Mungu anakuwa anahitaji kuifunua ile zawadi iliyoko ndani mwako. Kwa hiyo ishara ya tano, ambayo inaonyesha kuwa wewe ni muota ndoto, unajikuta huko kwenye eneo ambalo mtafsiri wa ndoto anahitajika. Ukisoma okay, kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 40 na mstari wa nne mpaka wa nane, imeandikwa mkuu wa askari akamweka Yusufu mkuu wa askari akamwekea Yusufu watu hao, naye akawahudumu. Nao wakakaa siku kadha wa kadha katika kifungo wakaota ndoto wote wawili, kila mtu ndoto yake usiku moja, kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake, mnyweshaji na mwokaji wa mfalme wa Misri waliofungwa gerezani. Yusufu akawajia asubuhi akawaona wamefadhaika, akawauliza hao maakida wa Farao waliokuwa pamoja naye katika kifungo nyumbani kwa bwana wake akisema, mbona nyuso zenu zimekunjamana leo? Wakamwambia, tumeota ndoto wala hapana awezai kuitafsiri, kuitafsiri. Yusufu akawaambia, kufasiri si kazi ya Mungu, tafadhalini niambie. Kwahiyo unaanza kuona Yusufu kwenye mstari hapa wa 8 anawaambia, uh, wakamwambia, tumeota ndoto wala hapana awezai kuifasiri. Yusufu akawaambia, kufasiri si kazi ya Mungu, tafadhalini niambie. Tunaanza kuona Yusufu anamwambia kufasiri kufasiri ndoto sini kazi hii si kazi ya Mungu. Yani, hebu niambie ni ndoto mlioyota. Maana yake, Yusufu alikuwa kwenye eneo ambalo watu wanahitaji kufasiriwa ndoto walizoziota. Unaweza ukaa ukijiona unakuwa kwenye eneo ambao watu wanakuwa wanahitaji kujua ndoto walizoziota, basi unatakiwa tambue wewe ni muota ndoto. Lakini ishara ya sita, ndoto unazoziota zinatokea. Asilimia kubwa ya ndoto ambazo unaziota zinatokea kama ulivyoziota. Kwa hiyo ukiona asilimia kubwa ya ndoto ambazo unaziota zinatokea kama ulizo, zi, kama ulivyoziota, basi unatakiwa tambua kuwa wewe ni muota ndoto. Na shangao ukiota ndoto asilimia kubwa au ndoto nyingi ambazo unaota zinatokea, basi ukiona ishara hii, basi unatakiwa tambua kuwa wewe ni muota ndoto. Lakini ishara ya saba, hupatwa ghafla usingizi mzito na Mungu kufunulia vitu vingi ndani ya muda mfupi. Unashanga ghafla unazoka na usingizi mzito ghafla tu, unashanga usingizi mzito na kuingia na unaanza kuonyeshwa vitu, Mungu anaanza kufunulia vitu vingi, au unaanza kuota vitu vingi, yanzokaota miaka kumi, ukaona kabisa imepita miaka kumi ndotoni, lakini e kushtuka, hivi unashangaa, labda umelala una dakika mbili tu yani umesinzia kwa dakika mbili lakini umeviona vitu hata vya miaka kumi. E, unajiona kwenye ndoto una miaka kumi imepita. Kwa hiyo unakuwa unapatwa na usingizi mzito wa ghafla na kufunuliwa vitu vingi ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo ukiona ishara hii basi, nitakuwa utambua ya kuwa wewe ni muota ndoto. Lakini ishara namba nane kupatwa na hali ya dejavu. Deja vu ni hali ya kuhisi kama ulishawahi kuiona hali fulani kabla hali hiyo ijatokea, au unaweza ukawa una nahisi uka, ukafika eneo fulani ukaanza kuona mbona kama hili eneo nimekuliona, lakini sikumbuki nimekuliona wapi. Unakumbuka labda unaweza ukafika kwenye eneo, unakumbuka, unaanza kuangalia kule na kule eneo, unasema mbona kwenye eneo hili kama nimekuishi, hee, mbona kama nimekuishi. Lakini ukiangalia kihalisia eneo hilo ndo siku ya kwanza umefika pa, lakini we unaona kama eneo hilo sio geni machoni pako. kiwa napata na hali ya deja vu basi utatambua kuwa wewe ni muota ndoto. Ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza, lakini pia kama bado hujasubscribe, hakikisha una subscribe, lakini pia una like video hii. Mungu akubariki wewe ambao utafanya hivyo, tukutane wakati ujao.